Watoto wa kituo cha kulelea watoto yatima Kolonzo kilichopo Halmashauri ya Wilaya Mlele, Mkoa wa Katavi, wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi kubwa anazozifanya katika kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Watoto hao pamoja na wasimamizi wa kituo hicho wamemshukuru Rais na kumwombea afya njema baada ya kupokea zawadi hizo zilizokabidhiwa na Katibu Tawala Wilaya Mlele, Yahya Mbulu kwa niaba ya mkuu wa Wilaya Mlele, na kuonesha namna wanavyojisikia furaha kukumbukwa na rais I am here on behalf of my fellow orphans to congratulate you for showing love to us we have received this gift with full of respect to be honest we are very happy for your appreciation God will bless you tunapata kwenye mazingira magumu na kuna watoto ambao wanaletwa na ustawi wa jamii ndio tunaochukua tunaishi nao hapa kwa hiyo tunakuwa tunawatesa watoto kwenye hali hiyo. Kuna watoto wengine ambao wanapata bahati wanaletwa kwenye kituo tunawaangalia, na kuna watoto wengine ambao walikosa bahati, wako mitaani wanazagazaga kwa, kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini, tuwe kipaumbele kwa watoto wetu. Zawadi hizi kimsingi zitaenda kuwasaidia watoto katika mahitaji yao mbalimbali, mbali ya kimsingi ambayo um, yanafahamika kama vile hitaji muhimu, hitaji la chakula, lakini na mahitaji mengine ambayo kimsingi yanaweza yakawafanya watoto hao waweze kuwa na utulivu katika kuweza kujifunza na katika kuku, kufanya wakuwe kiakili na kimwili. Watoto wako thelathini na nne, kumi na sita wa vulana na kumi na nane wasichana. Afisa ustawi wa jamii wilaya ya Mlele ametoa wito kwa jamii na wazazi kuacha tabia ya kutelekeza watoto na kukwepa majukumu ya malezi, hali ambayo inatajwa kuwa moja ya sababu inayochangia ongezeko la watoto wanaoishi katika mazingira magumu na baadhi yao kupelekwa kwenye vituo vya kulelea watoto yatima. Watoto hawa wanapatikana kupitia ofisi za ustawi wa jamii ambazo ziko kwenye halmashauri zetu, lakini pia kwenye vituo vya kutolea huduma za afya kwa maana ya hospitali, kuna watoto ambao mzazi anajifungua lakini mwisho wa siku wanapoteza maisha na kukosa ndugu wa kumlea wa karibu. Sisi usea wa jamii tunamchukua yule mtoto katika mazingira kama hayo na mwisho wa siku kumuunganisha na, na ndugu zake. Lakini nichukue fursa hii pia kuiasa jamii kwa sababu tuna changamoto za utelekezaji wa watoto kwenye familia zetu mwisho wa siku watoto hao wanaangukia kuwa kwenye mazingira hatarishi, na wengine wanawakuta wanafanya biashara mbali mbali kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo ni yasi jamii kuhakikisha kwamba wanafanya malezi bora kwa watoto wao, lakini ili watoto wale waweze kuendelea vizuri wazazi washikamane, kwa sababu kuwacha watoto peke yao na mwisho wa siku wanaangukia katika mazingira ambayo sio sahihi. Lakini ni wase pia ndugu walezi, na wengineo ambao tunapowafikisha watoto kwenye mazingira ya kifamilia wawapokea watoto vizuri na waendelee kuishi nao kwa uzuri na kwa usalama zaidi. Yahya Mbulu, Katibu Tawala Wilaya Mlele, ambaye alimwakilisha mkuu wa wilaya katika utoaji msaada huo, pamoja na chifu wa kabila la Wakonongo, wamesema kitendo hicho cha rais kuwakumbuka wenye uhitaji kinaashiria dhamira ya dhati kuimarisha ustawi wa watoto na kuleta matumaini kwa jamii nzima. Mheshimiwa Rais imempendeza kugusa kundi hili la watoto yatima katika wilaya yetu ya Mlele kwa kutoa sadaka kama ambavyo mnaona, tumepokea mchele zaidi ya kilo 225, lakini tunaunga zaidi ya kilo 125 na vitu vingine kama sukari pamoja na mafuta ya kupakaa kwa ajili ya watoto wetu au watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu ama watoto yatima. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sadaka hii kubwa. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika kutekeleza majukumu yake. a watoto wanapotoa wa shukrani basi moja raisi, baraka kwa moja mheshimiwa raisi. Kwa hiyo sisi kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Mlele tunashukuru serikali ya awamu ya sita, tunamshukuru mheshimiwa raisi kwa sadaka hii kubwa pale alipotoa. Mwenyezi Mungu. Ah, labda mimi binafsi kama kiongozi wa kimila, <coughs> kwanza nimefurahi sana kitendo cha kiongozi mwenzangu Sifu Hangaya na ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi ya, ya, ya Tanzania yote. Unajua, kipekee mimi kwanza nimshukuru sana kitendo cha kuangalia kundi la watoto yatima. Uyatima hakuna aliyeutaka, na ndio maana mama huwa haachi vifaranga vyake, akaangalia vifaranga hawa. Hawakutaka wewe yatima, lakini Mungu alipanga mipango hii na mimi niwe karibu na yeye. Tunamshukuru Mungu, amzidishie sana na, na, na, mahala pote alipogusa watoto yatima, Mungu anamwona na malaika wake wote wa watoto hawa wanamwangalia. Mungu ambariki sana.